Ndugu zangu wa Tanganyika, bwana bwana bwana bwana bwana, hazina iko nyeupe, haina pesa, hazina kumeishiwa, serikali iko mt, benki kuu haina hifadhi ya pesa. Samia na serikali yake walichofikiria cha maana sana kufanya katika situesheni hiyo ni kwenda kuuza dhahabu ya nchi ili kumalizia so called maendeleo miradi ya kimaendeleo. Samia alijua kwamba wakati anatuua Watanganyika, wakati anamwambia wazungu kwamba huu wayuu, alijua kwamba sijui atapata wapi hela za, kuye, za kuendesha taifa. Nadhani alijua atapata kwa warabu na warabu. Sasa uchumi wao mafuta, yani warabu wanabana matumizi, kwa sababu bei ya mafuta imeshuka duniani. Kwa hiyo warabu hawana pesa za kuchezea tena. Samia amebawa na pabaya, wazungu awampi tena pesa za misaada. Amekopa, yani amekopa mpaka sasa sasa hivi anaona a, sasa alichoamua sasa hivi aende akauze hifadhi ya taifa ya dhahabu ili apate pesa za matumizi za kuungana huko na kula bata, kwa sababu hamna pesa katika hata katikaaii, dhahabu ikiuzwa hii pesa itaenda kwenye, kwenye maendeleo yote. Kwa sababu pesa, yani wakati wana pesa za mikopo, wakati wana pesa za misaada za wazungu wameshindwa kumalizia hiyo miradi ya maendeleo. Sasa hivi wanategemea wakaimalizia kwa pesa za kuuza hifadhi ya taifa ya dhahabu. Yani tunaongozwa na watu vichasa na wapumbavu. Kipindi kama hichi, badala ya kubana matumizi yasiyokuwa na lazima, wabanane kulipana mishahara yao mikubwa ambayo ni ya ni ya anasa, waipunguze wapunguze kuhongana pesa na kutumia pesa na kula na kula keke ya taifa vibaya, kila mtu anavyo. Ya kuna video moja ambayo imefanywa na mwanadada ambaye anajulikana kama Eva Shayo ambaye ni raia wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyu ni mwanaharakati, anasema kuwa wameanza kuuza hifadhi ya dhahabu taifa iliyopo benki kuu. Muda so mrefu, tunaenda kuwa Somalia. Sasa hii ni ishu ambayo imeleta mjadala mkubwa kwenye mtandao wa kijamii, maamuzi ambayo yamechukuliwa na serikali ya mama Samia Suluhu Hassan kuuza hifadhi ya dhahabu ya taifa, nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa ni hifadhi ambayo iko katika benki kuu, yaani B O kwa hiyo ni ishu ambayo wengi wamekuwa wakiongelelea, wanajaribu kujiuliza inakuwaje ile hali ya serikali ya mama Samia Suluhu Hassan kuamua kuuza dhahabu ndio ambapo ni mali ya taifa la Tanzania. Sasa wengi wameiongelelea, kwa maana mwanadada huyu amefanya video hapa, akiwaambia Watanzania kuhusu kile ambacho kimefanyika. Baada ya kupandisha video hii kwenye mtandao wa kijamii, mwanadada Eva Shayo amesema Samia na serikali yake must go. Tunaongozwa na watu wenye uwezo mdogo sana wa kufikiria. Kipindi kama hichi ni kipindi cha kubana matumizi na kudhibiti matumizi mabaya ya serikali, lakini wao wameamua kuuza dhahabu ambayo ipo benki kuu kwa ajili ya kipindi cha crisis, wao wanauza nao hawa watu sio wazima kichwani. Sasa mwanadada huyu anajaribu kusema kuwa serikali ya mama Samia Suluhu Hassan imejaa vichaa, kwa maana vitu ambavyo vinaendelea ndani ya taifa la Tanzania na serikali ya mama Samia Suluhu Hassan ni vitu ambavyo havifai, kwa maana serikali imeamua kuuza hifadhi ya dhahabu ya taifa la nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unajua, hifadhi ya taifa ya dhahabu huwa inatumika kama akiba ya taifa kwa maana taifa kama kuyumbayumba kiuchumi ndipo taifa huwa linaamua kuuza dhahabu ambayo imeweka katika hifadhi tofauti tofauti katika benki kuu la taifa husika. Sasa mwanadada huyu anasema kuwa wameanza kuuza ndio hifadhi ya dhahabu taifa iliyopo benki kuu, muda si mrefu nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakuwa kama taifa la Somalia ambapo unapata kama uchumi wa Somalia unayumbayumba auna yumba, usimamo. Sasa ishu hii pia imeongolewa na watu wengi, nimeona pale mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi ameiongelea kwa mapana na marefu, na vilevile vile mwanasiasa ambaye anajulikana kama God Bless Lema pia ameongea kuhusu ishu hii kwa mapana na marefu, kwa maana kile ambacho amekiandika kwenye mtandao wa kijamii kimetembea kwa kasi zaidi. Wengi wanajaribu kujiuliza inakuaje, kwa maana inaonekana Godbless Lema amewasanua wa Tanzania. Sasa kwenye mtandao wa kijamii wa X, Lema ameandika, dhahabu ya taifa si pesa iliyoko mezani bali kinga ya taifa, inadumisha thamani ya sarafu, inakabiliana na mfumuko wa bei na inavutia uwekezaji. Kuiondoa kutoka hazina au kuuza zote mara moja ni kujipiga makofi, ni hatari isiyo na kifani. Hatari hii si nadharia tu, bali ni kielelezo cha kupoteza hifadhi ya taifa, kushuka kwa imani ya wawekezaji na kuathirika kwa uchumi kwa muda mrefu. Dhahabu ni kinga, sio suluhisho la haraka. Kulinda hazina hii ni kulinda uchumi wa taifa na mstakabali wake. Tukipuuza hili, hatari ya, ya kuanguka kwa uchumi ni kubwa, na madhara yake yatadumu vizazi. Mtakumbuka huu ujumbe. Tunaelekea kuwa kama taifa la Zimbabwe. Sasa hili lilikuwa ni chapisho la God Bless Lema ambaye ni mwanasiasa katika chama cha upinzani nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ite Chadema. Alafu hapa pia Mange pia akaongea akasema, watu tulikuwa tunaongea kipindi cha kampeni kuwa hali itakuwa mbaya mno, kuna wapuuzi wa kadhani tunaongea ili watu waandamane, just three months later nchi haina kitu. Samia Suluhu kina hu yua mikopo wamekata kwa uwaji wako, sasa unasafisha kinga ya nchi. Watanzania, hii ni habari njema, inaonyesha uchumi wa nchi unaenda kuporomoka mno. Uchumi ukiporomoka hata kulipa vyombo vya usalama ili viue wananchi atashindwa. Hata, hata mishahara ya polisi na wanajeshi itakuwa shida, na hao wakishaumia kiuchumi hawatoilinda CCM tena dhidi ya wananchi. Tuendelee kuomba hii downfall, hii ni moja ya njia ya kupata ukombozi. Hapa wengine tunasubiri kuona shirika litakalotoa mkopo kwa hii serikali batili iliyouua wananchi kikatili ili tukatie kambi ya ofisi zao. Kumbukeni ule usemi wa adui yako mwombee njaa. Njaa ikipamba moto humo ndani Watageukana. Kwa hiyo ilikuwa ni chapisho la mwanadada ambaye anajulikana kama Mange Kimambi, kwa maana anajaribu kutoa jibu kuhusiana na maamuzi ambayo yamefanywa na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan, ile hali ya kuuza hifadhi ya dhahabu ya taifa la Tanzania. Sasa mwanadada ambaye anajulikana kama Eve Shayo amefanya video moja, na ni video ambayo imevutia wengi zaidi kwenye mitandao ya kijamii akijaribu kuongea kuhusu hii ishu ya kuuza hifadhi ya dhahabu ya taifa iliyopo Benki Kuu, na anasema kuwa muda so mrefu nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaenda kuwa kama Somalia alafu akaweka caption hapa ya kibabe zaidi akisema kuwa Samia na serikali yake must go tunaongozwa na watu wenye uwezo mdogo sana wa kufikiria kipindi kama hichi ni kipindi cha kubana matumizi na kudhibiti matumizi mabaya ya serikali lakini wao wameamua kuuza dhahabu ambayo ipo benki kuu kwa ajili ya kipindi cha crisis wao wanauza nao hawa watu sio wazima kichwani sasa ni mwanadada ambaye anajulikana kama Eva Shayo ambaye pia ni mwanaharakati ambaye kitovu cha asili yake ni nchi ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Sasa hii posti ya Eva Shayo ambapo ni video ya takriban dakika mbili na sekunde kadhaa imetembea kwa kasi zaidi kwenye mtandao wa kijamii. Kuna wale ambao wamecomment, wengine wameshare, wengine pia wakairiposti. Kuna huyu ambaye anajulikana kama that's underscore focus forever anasema, we mpaka ma DJ wanaanza kutozwa tozo mchezo Alafu akaweka emoji ya mtu ambaye amecheka. Aman underscore cd anasema yaani, kuuza vitu vya ndani ili ujenge nyumba ni umaskini wa mama, ndio zao wakiwa hawana hela marejesho, wanauza vya ndani. Jsel underscore group anasema nchi hii ishakuwa Malawi. Fanuali underscore gaspa anasema ndo maana mtaani maisha magumu Official underscore Allen 44 anasema yani, ukipata nafasi ya kuondoka nchi hii yani usicheze kabisa. Alafu akanyosha mikono juu. Mazinyungu anasema usiwe unapotea sana dada Eva. Alafu dada Eva akamjiba akamwambia majukumu dada yangu, but nitajitahidi Sali dot. Uh, 16 anasema bado atauza hadi pumbu zetu. alafu mwingine hapa anajulikana kama Alan De Dante anasema jamani na ndio maana wamesha paza shingo kwenye manunuzi ya umeme na wanaiba aswani yani nimenunua ya 15 sawa na uniti 420 uh, nimetumia CK4 wakati akana anayetumia vitu vinavyokula umeme zaidi ya TV feni na kuchaji simu zetu tu kumbe, wameishiwa ela kazi ipo. Mwingine hapa anajulikana kama Watoto wa Kamba, nasema hadi saluni saa hizi wanatozwa kodi kubabake. Mwingine hapa anajulikana kama The Lion underscore lion, sema imagine likaingia janga kama la Korona au vita, japo atuombei, ila mfano tu, na rais anawaza kutumia reserve ya dhahabu tayari. Jamani, tutafanyeje? ni hatari sana mwanadada, ambaye anajulikana kama Eve Shayo, ambaye alichapisha ujumbe huu kwenye mtandao wa kijamii akamjiba akamwambia, hatari kubwa sana, hawana mawazo mbadala saidi ya njia ya mikato. Fahad Underscore Kingdom anasema hazina dhahabu huwa ni kwa usalama wa nchi au bima ya nchi pale ambapo itakumbwa na majanga kama vita au ukame wa muda mrefu na kadhalika. Kuuza dhahabu kwa ajili ya miundombinu wakati unakusanya kodi ni ufinyu wa hali ya juu katika somo la uchumi. Mwingine hapa anajulikana kama Sanchia Underscore Mabate anasema ipo siku. Dula IQ 005 anasema hivi division ngapi vile form 4? Alafu akaeka emoji kadhaa za mtu ambaye amecheka. Mwingine hapa anajulikana kama Flano wa malika kipande anasema, nawaza huenda stability ya thamani ya pesa yetu ikapata msukosuko na kushuka kwa thamani na kupelekea either kuprint pesa nyingi zaidi au kuprint noti yenye sifuri nyingi zaidi. Toleo kwa sasa elfu kumi, nawaza kuwa na noti ya elfu ishirini au elfu hamsini. Makro economy inacheza kuwa down pia Alafu huyu mwite Sheraza products kinasema na UVCC bado wanahongwa elfu kumi ili wapambane mama yao, wakati tozo itakuwa kwa kila Mtanganyika, yani tukianguka tunaanguka zote ama. Alafu Samia anabeba watu wake shua, ameweka emoji kadhaa za mtu ambaye amecheka. Odinga Otiena nasema washauri wa mama hawampendi walai na wanashindwa kumwambia ukweli. Davis underscore Mikil anasema TZ imekuwa money heist, alafu akaweka imoji kadhaa za mtu ambaye amecheka. Mgine hapa anajulikana kama DJR TZ anasema umeme wa buku tano unatumia wa buku mbili tu, shwa umeisha mrema 830 tu. Anasema madhara ya kuwa na watu ambao hawajasoma Rifaa aliyeikataa penati ya TZ anasema yaani kwamba wameshindwa kuchimba au migodi yote wameuza, hizi dhahabu zinapelekwa Zanzibari kuwekwa stores, alafu akaweka imoji kadhaa za mtu ambaye ameangua kilio. Kwa hiyo ni baadhi ya comments ambazo zinashushwa kwenye timeline ya mwanadada ambaye anajulikana kama Eve Shayo ndiyo kwa maana hapa amechapisha video moja akielezea jinsi taifa la Tanzania litaathirika na ile hali ya hifadhi ya dhahabu kuuzwa. Kwa maana hapa anasema kuwa wame, wa, wameanza kuuza hifadhi ya dhahabu taifa iliyopo Benki Kuu muda so mrefu Nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaenda kuwa kama taifa la Somalia. Kwa hiyo ni ishu ambayo nimefuatilia kwa karibu zaidi, na bado naendelea kudadavua mengi, na angalau nipate kujua maoni ya Watanzania kuhusu maamuzi ambayo yametolewa na serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kuuza hifadhi ya dhahabu nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kufanya kile ambacho tunachokiita uboreshaji wa miundo mbinu nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ukiwa kule magetoni, vijni na mitani, usisahau kusubscribe, kulike na vilevile kushare, na ukiwa pamoja na wana usisahau kuwajuza kuhusiana na channel kwa, inakokwa kasi zaidi, ndugu zangu wa Tanganyika. Bwana bwana bwana bwana. hazina iko nyeupe, haina pesa. Hazina kumeishiwa, serikali iko mt benki kuu haina hifadhi ya pesa. Samia na serikali yake walichofikiria cha maana sana kufanya katika situation hiyo ni kwenda kuuza dhahabu ya nchi ili kumalizia so-called maendeleo miradi ya kimaendeleo Samia alijua kwamba wakati anatuua watanganyika wakati anamwambia wazungu kwamba huu wa yuu alijua kwamba sijua atapata wapi hela za kuendesha taifa nadhani alijua atapata kwa warabu na Waarabu sasa uchumi wao mafuta yani waarabu wanabana matumizi, kwa sababu bei ya mafuta imeshuka ime duniani kwa hiyo waarabu hawana pesa za kuchezea tena. Samia amebana pabaya, wazungu hawampi wa tena pesa za msaada, amekopa yani, amekopa mpaka sasa hivi anaona sasa, sasa alichoamua sasa hivi aende akauze hifadhi ya taifa ya dhahabu ili apate pesa za matumizi za kuhongana huko na kula bata, kwa sababu hamna pesa katika hata hizi dhahabu ikiuzwa, hii pesa itaenda kwenye, kwenye maendeleo yoyote kwa sababu, hizo pesa, yani wakati wana pesa za mikopo wakati wana pesa za misaada za wazungu wameshindwa kumalizia hiyo miradi ya maendeleo. Sasa hivi wanategemea wakaimalizia kwa pesa za kuuza hifadhi ya taifa ya dhahabu. Tunaongozwa, yani, tuna, tuna na watu vichasa na wapumbavu Kipindi kama hichi badala ya kubana matumizi yasiyokuwa na lazima, wabanane kulipana mishahara yao mikubwa ambayo ni ya anasa, waipunguze, wapunguze kuhongana pesa na kutumia pesa na kula, na kula keki ya taifa vibaya, kila mtu anavyo